Imagine, wewe ni we mpangaji, afu unampiga mwenye nyumba, jamani, choo kimeziba, anaitwa fundi kuje kuangalia kitu gani kimeziba choo, unakuta mifupa ya mwanadamu eh, hapo show inapoanza. Wapi? Dar es Salaam. Hii hapa, Waswahili wanauseme damu nzito kuliko maji, ndivyo. Yeah, unavyoweza kuamini namna damu ya Edward Masawe ilivyohangaika hadi viungo vya mwili wake vilivyoweza kugundulika baada kuziba kwa mfumo wa maji taka. Unajua ni kugundulika huku ulitokea takriban siku 190 tangu kutoweka kwake huko eneo la Kimbiji katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, baada mpangaji wa nyumba hiyo kuripoti kwa mwenye nyumba juu ya kuziba kwa mfumo huo. Sasa unajua ile watu wote wamepotea, watu sio wametekwa, sio watu hajulikani, mm, wako wapi ghafla, and then unasikia taarifa kama hii hapa. Tunaelewa vipi hii? Na amekaa muda gani? Umesema siku is six months, miezi sita hii na kidogo. Hmm. Eh, sasa story nzima kwa baadhi funde naitwa eh, shahidi huyo anaendelea kueleza kwa November, Novemba 23, yeah. Kwa this is a long time ago. 2023. Si. 20, 23. That's what I'm wondering. Why is it in the story today? Ah ah, si wanasema ndo alipo alipotoa alipo, alipo, taarifa kwa amepotea? Sasa mwaka tuko 2025 in June. Ndio, sasa siuendelee na story, mbona hivyo? Wenye gubu wengine wewe ndio unashika nani? Una catch feelings. Una catch ndio. Aya, shahidi huyo, shahidi. Kwa hiyo shaigia mahakamani. Ndio maana hii kesi imekuja sasa hivi. Exactly. Niko siona sasa. Mbona mbona kama tayari hapa na nani? Edward na Nixon. Kweka alipokea simu kutoka kwa mpangaji wake, Sofia. Huyu ni shahidi wa saba. Mhm. Mm-hmm. Yeah. So this thing happened sometime in 2023-24 hapo. Sawa, 2023 ndo waligundua November. Eh, kwa jamaa six months before, which means kama mwezi kama watano hivi ndo amegundua jamaa, maana mwisho kuonekana mm. mm. Mm, sahivi uk mtu ayupo bwana, sahivi vizu kufuatilia <laughs> kwenye simu yake maana mwisho simu yake liping kwenye mm -hmm. minara ipi?